Katika historia ya shirika la ki yani, historia ya idara, idara ya usalama wa taifa. Katika historia ya idara ya usalama wa taifa, unajua wakati Mwingereza na itawala Tanganyika alitengeneza kitu kinaitwa special branch, haikuwa inafahamika kama idara ya usalama wa taifa ilikuwa inafahamika kama special branch ambayo ilikuwa ni sehemu ya jeshi la polisi. Unaona bana eh? Ilikuwa sehemu ya jeshi la polisi natambulika kama special branch. Sasa baada ya uhuru wa Tanganyika eh, ikawa kwamba bado kuna baadhi ya viongozi waandamizi wa kitengo ni waingereza kwa mfano Ian Patterson ndo alikuwa mkurugenzi wa special branch, ambayo ndo ilikuwa kama ndo idara idara ya usalama miaka ile, maona bana eh? Ian Patterson yeye ndo alikuwa ni muingereza na ndo aliyekuwa mkurugenzi ama mkuu wa idara, maona bana sasa. Kutokana na vision ya viongozi wa Tanganyika kusaidia ukombozi wa bara la Afrika, wakaona ni jambo la hatari sana E, Waingereza kuwepo katika idara hiyo ambayo ndo ilikuwa ina act kama idara ya usalama wa Taifa na wakiripoti kwa MI5. MI5 ni shirika la kijasusi la Uingereza ambao ilikuwa dile, wana MI5 wana MI6, lakini MI5 inatambulika kama military intelligence, wenyewe wanaitambua military intelligence ama counter intelligence, ambapo wenyewe ndo muundo wetu wa idara kipindikia kitamika kama special branch walikuwa wanaripoti ripoti kule, na ndio ilikuwa mfumo ambao una control mataifa yote ambayo yako chini ya Commonwealth. Sasa kuna watu katika Tanzania hii, kuna shule muhimu sana, aa, ambayo imetengeneza viongozi wengi ambao ni Tabora Boys, ama ni sahihi kusema Tabora School, ambapo kuna kundi la wasomi wa Tanganyika ambao walitambulika kama Tabora Boys. Miaka fulani ya 90 kulikuwa na kundi la Boys to Men lakini miaka hiyo ya nyuma baada ya uhuru wa Tanganyika kulikuwa na kundi linalotambulika kama Tabora Boys, wasomi ambao walisoma shule ya Tabora. Alikuwepo Job Lusinde, alikuwepo Sir George Kahama, alikuwepo Oscar Kambona uh, walikuwepo, walikuwepo, walikuwepo wengi pale Tabora Boys, ambao ndio walikuwepo moja kati ya watu muhimu sana katika ka, mwalimu pia walikwepo katika watu muhimu sana kwenye ustawi wa, wa Tanganyika. Sasa baada ya uhuru wa Tanganyika, uh, kuna mtu uh, I mean Emiliano Joseph Mzena pia alisoma Tabora School. Sasa Emiliano Mzena uh, Peter DM uh, Bwimbo. Peter DM Bwimbo alikuwepo mlinzi wa kwanza wa Mwalimu Nyerere. Emiliano Mzena pamoja na Wine Wine John Mbwambo. Uh, I mean Peter Bwimbo, Emiliano Mzena na Balozi Augustin Maiga ambaye ni marehemu hivi sasa. Ni moja kati ya watu watatu majasusi wa mwanzo kabisa ambao walichukuliwa na serikali ya Uingereza kwenda kuwasomesha na kuwapitisha katika mafunzo makubwa sana kwa maana ya special training. Na Emiliano Joseph Mzena alikuwepo katika ile special branch, alikuwa moja kati ya maafisa waandamizi, lakini kiongozi mkuu ama mkurugenzi alikuwepo Bwana Ian Patterson ambaye alikuwa Mwingereza Mtanganyika. Mzena alikuwa ni moja kati ya waandamizi katika kitengo ambacho kuwa special branch. Sasa, Tabora Boys uh, Oscar Kambona akiwa waziri wa ulinzi alafu Uh, waziri wa mambo ya ndani akiwa ni Job Lusinde, wali wali suka mchoro wakamwambia mwalimu, idara ya kuendelea kuwa chini ya waingereza itakuwa ni kosa kubwa sana, tunatakiwa tuvunje hichi kitu kinachoitwa special branch alafu tutengeneze idara ya usalama wa taifa. Umeelewa vizuri hapo eh? Mwalimu akakubaliana na lile wazo mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu hiyo sasa tunaizungumzia. Mona alivyokubaliana na lile wazo mwalimu, Oscar Kambona akiwa waziri wa ulinzi, Job Lusinde akiwa waziri wa mambo ya ndani, wakautangazia umma kwamba tunaivunja rasmi idara ya kutambulika kama special branch, na sasa tunakuwa na idara ya usalama wa taifa, ambapo DGIS kwa maana ya spy chief wa kwanza alikuwa Emiliano Joseph zena ikatolewa idara kwa polisi ikapelekwa chini ya wizara ya ulinzi, lakini baadaye ikawa ina ripoti kwa rais moja kwa moja. Sasa ndani ya idara kwa mara ya kwanza kikatengenezwa kitengo cha ujasusi, ambapo sasa bana Wayne John Mbwambo ndo alikuwa ni mkurugenzi wa idara hiyo ya ujasusi. Tumepata, mmenipata mpaka hapo eh na huyu ndio mtu ambaye aliwekwa kizuizini na Mwalimu mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba kabla Oscar Kambona hajakimbia akihusishwa kuhusika na mapinduzi kuwashawishi wanajeshi kuhusiana na mapinduzi yaliyofeli ya kijeshi. Mmenipata me, me, mpaka hapo vizuri. Tunazungumzia idara ya usalama wa Taifa, namna ambavyo ilivyokuwa kutoka special branch mpaka ilikofika mpaka ilikofika kwa hivi sasa. Sasa nataka niwape kisa kimoja cha kuvutia sana kuhusiana na Balozi Augustine Mahiga. Lakini kuhusiana na kicheche mwingine Peter ee, Bwimbo ambaye alikuwa mlinzi wa Mwalimu Nyerere. Huyu Peter Bwimbo yeye wakati Tanganyika ipo katika harakati za uhuru. Tazama namna ambavyo Mwalimu alikuwa na akili timamu. Mwalimu alikuwa na akili sana. Katika kitabu cha Robert Green cha 48 Laws of Power wanasema katika kanuni mojawapo ni kwamba usitegemee sana marafiki, jifunze kuwatumia maadui zako. Peter Bwimbo alikuwa ni moja kati ya watu waandamizi katika, kiko, katika Special Branch ambayo ndio ilikuwa kama idara ya usalama ambayo Mwingereza alikuwa anaitumia wakati wanaitawala, anaitawala Tanganyika. Yeye yeah, alikuwa anatumika katika kutafuta taarifa za viongozi ambao wapo katika vuguvugu vugu la harakati za uhuru wa Tanganyika. Peter DM Bwimbo ambaye yeye alikamatwa na watu watano, walivyomkamata wakampeleka kwa mwalimu, akamwambia, mwalimu, ni kijana mwenzetu Mtanganyika lakini spy wa serikali ya Uingereza, tumfanyaje? Mwalimu akasema hapana, huyu msimzuru, msimfanye kitu chochote, atakuwa ni moja kati ya watu wetu. Na ndo aliyokuwa mlinzi wa mwalimu Nyerere, akiongoza kikosi cha ulinzi wa mwalimu Nyerere. Baadaye mwalimu alimtumia yule bwana kama sehemu mojawapo ya usalama wake. Sasa unatakiwa ufahamu kitu kimoja, hii CCM tunayoiita, ambayo zamani ilikuwa TANU ilivyoungana na ASP ndio ikatengenezwa kitu kinaitwa Chama cha Mapinduzi. Mnafahamu, wakati elfu moja mia tisa sitini na tatu au sitini na nne Emiliano Mzena akiwa ni spy chief waliwaondosha, no sitini na saba baada ya mavuguvugu mbalimbali ya kutaka mapinduzi kumpindua mwalimu, wakapitisha sheria wakawaondosha maafisa wengi na wengine wakawarudisha kwenye jeshi la polisi watumikie katika jeshi na wakawaacha viongozi waandamizi ishirini na nane pekee. Alafu wakaenda kwenye chama cha TANU TANU pale wakaenda kwenye chama cha TANU wakachukua vijana ambao wao vijana sasa ndo wakaingia kwenye kwenye idara ya usalama wa taifa. Baada ya training wakaingia kwenye idara ya usalama wa taifa na baadhi yao wakaprogress kuingia katika kuwa maafisa waandamizi na wakapata mafunzo yao makali mazuri katika nchi kadhaa kubwa duniani. Narudi tuzungumze vizuri, part 2 hapo.